Na. Uko sasa. Tuko fresh, nambia ndugu yangu. Salama kabisa. Ndiyo, ndiyo. Nawe ni miongoni mwa watu ambao e, mitikia wito huu ambao tayari swala zima lilikuwa ni kudiscuss ama kuweza kuondoa tofauti ya mchezo nambari 184 na na wa dabi ya Kariakoo, mambo yamekuwaje ikiwa bado hatujapata jibu harisi, ikiwa viongozi wengine wanatoka wametabasamu? Kuna nini ambacho? Mimi nafikiri jambo la kwanza ni tumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi ambaye yeye anatufanya sisi tuzungumze yale ambayo tunayaona katika vica jetu na katika hisia zetu. Lakini yote kwa yote ni kwamba sisi wanachama, sisi viongozi wa matawi tumefika hapa leo katika ofisi za bodi ya ligi kuja kuangalia au kushuhudia kile ambacho wametuitia. Mimi nafikiri ni niwapongeze sana klabu yangu ya Dar es Salaam Young Africans, hasa viongozi wangu baada ya kukubali, kukubali, kukubali wito ambao wameitiwa baada ya kukubali wito ambao wameitiwa kwa sababu huu ulikuwa ni mtego, huu ulikuwa ni mtego mkubwa sana. Laiti kama viongozi wa Dar es Salaam Young Africans wangegoma kuja hapa, tayari wangekuwa bodi ya ligi wanaenda kutafuta sababu nyingine, lakini nashukuru Mungu viongozi wangu wamefika hapa. Na jambo limeenda vizuri. Unihakikishie kwamba e, wito wa leo haikuwa ni kwa ajili ya kuja kutafuta suluhu, bali ulikuwa ni mtego kwa e, kwa bodi ya ligi kuelekezwa kwa Young Africans. Kama walikuwa wanataka suluhu, ilikuwa tarehe saba na tarehe nane ilikuwa inatosha kabisa kutengeneza suluhu za mechi hii ambayo ina, inazungumzwa mpaka leo. Mechi hii ilikuwa inaisha toka tarehe nane. Lakini kwa sababu walikuwa hawataki suluhu, ndio maana bodi ya ligi mpaka leo hii wamekaa kimya. Sasa hivi wamewaita Yanga wakidhani viongozi wetu wa Yanga watagoma wa kwenda. Katika watu wa ambao waliushauri uongozi moja ya watu ambao waliushauri uongozi ni mimi, kwenda katika DM zao na kuambia, jamani, uu wito ni wa muhimu sana na kuna uwezekano mkubwa mkawa mmewekwa kwenye mtego ambao hamwezi kuuelewa. Nendeni mkasikilize kile kitu ambacho bodi ya ligi wanazungumza. Wamefika hapa, kilichozungumzwa huko ndani kimezungumzwa, lakini makubaliano yote, mimi niwaambie CEO wetu ameshatuhakikishia kwamba mechi haichezwi. Kiufupi ni kwamba hatuchezi ng'o, na haitotokea mpaka pale Wafate kile kitu ambacho wanachama wa Dar es Salaam Africans wanakihitaji. Moja ya kitu ambacho wanakihitaji wanachama wa Dar es Salaam Africans, wanahitaji kutolewa sababu kwa nini mechi ya tarehe nane iliahirishwa. Na pili ambacho wanakihitaji Dar es Salaam Africans, kama wamekosa sababu bodi ya ligi, basi moja kwa moja Natarabi waombe msamaha na wajiuzuru ili mechi ende kacheze. Kuniambia katika mazungumzo, eh, sababu hizo hamjapewa na hoja hiyo haijawekwa katika mezani. Mimi ngoja nikwambie kitu kimoja, unajua kuna mambo mengine yanafikirisha, kuna mambo mengine yanahuzunisha sababu walizozitoa ukiangalia tarehe nane ambayo Simba waliandika ile barua yao, wao wameandika kwamba wamezuiliwa. Hoja yao nisikize vizuri kwa makini, hoja yao inasema kwamba wamezuiliwa. Umesikia vizuri, wamezuiliwa kufanya mazoezi. Kwa maana hiyo ni kwamba hawapeleki timu uwanjani mpaka sheria na kanuni zifuatwe, sio? Mimi najiuliza kitu kimoja, kwa akili tu ya kawaida, kama waliandika barua ya kwamba hoja yao wameenda uwanjani, wamezuiliwa kufanya mazoezi, hawatopeleka timu uwanjani mpaka sababu, mpaka mpaka sheria na kanuni zifuatwe. Leo hii wanaodai mchezo wa tarehe 15 uchezwe, tuwaoji ile sababu au kanuni waliokuwa wanaitaka ifatwe, imefatwa? Subiri, kanuni imefatwa. Kiufupi ni kwamba hawajajibiwa chochote na hakuna chochote kilichozungumzwa katika ule mchezo sawa. Kiufupi hakuna chochote kilichojibiwa, lakini yote kwa yote lazima tusome kitu kimoja. Kama Simba alikuwa sababu yake, Simba na Yanga, Simba anamlalamikia Yanga kwamba mabonsa wa Yanga wameuzuia uzu, wame kwenda kufanya nini mazoezi. Ile ndio ilikuwa sababu ya nani, ya Simba Sports Club. Tunataka tujue nani anailalamikia Yanga, nani anailalamikia Dar es Salaam Young Africans kwamba kulikuwa na viashiria vya, vya rushwa. Tunataka tujue nani mlalamika mwingine anayelalamikia Dar es Salaam Young Africans kwamba kulikuwa na uvunjifu wa amani. Tunataka tujue hivi vitu viwili kama la kwanza tumelijua, Simba wanamlalamikia Yanga kwa kuzuliwa kufanya mazoezi. Hawa wawili ni wakina nani? Ndugu yangu, ukiwa mwanamichezo na ukiijua michezo vizuri, hili jambo haliwezi likakusumbua. Kwa sababu gani naongea hivyo? Aliyezungumza, aliyelalamika bodi ya ligi dhidi ya Yanga kwamba Yanga kuna viashiria vya nini vya rushwa katika ule mchezo. TFF akatoa hoja yake kwamba ndani ya Yanga kuna viashiria vya uvunjifu wa amani katika ule mchezo. Sasa swali la kujiuliza, kama Yanga anashutumiwa na bodi ya ligi, Yanga anashutumiwa na TFF, nani ataizungumza hiyo kesi? Yaani, hakimu wa hiyo kesi atakuwa ni nani, ikiwa bodi ya ligi ni mlalamikaji, ikiwa TFF ni mlalamikaji, nani atakuwa hakimu? Haya, mambo kiufupi, nikwambie kitu kimoja, hapa kuna mchezo mchafu ambao ulikuwa unafanya nini, unachezwa. Unaelewa vizuri, hapa kuna mchezo mchafu ambao ulikuwa unachezwa. Mlalamikiwa analalamikiwa na hakimu, alafu hakimu anadai kesi aihukumu hiyo kesi. Wewe uliona wapi hivyo vitu? Shukrani sana, asante sana kaka, asante sana.